So hizi ni habari za tanzia ambazo zimeweza kutufikia hapo jana usiku, ambapo uko naye afisa wa GSU ambaye aliweza kushonwa uta pale jijini Nairobi, ambapo ni ikulu ya rais, ambaye huyu alikuwa mmoja wa jeshi la polisi ama wanamuita GSU ambaye alikuwa analinda lango la daa ambapo lilikuwa linaelekea ama ni lango ambalo ndilo lango la watu kuelekea ile sehemu ambayo Raisi William Samuel Ruto ama raisi wa nchi ya Kenya ndio mahali pake anapokaa, ambapo ni ikulu ya raisi ama ni moja ya ikulu kubwa zaidi ya raisi pale jijini Nairobi. Lakini kijana huyu ama mwanamme huyu ambaye ako na miaka hamsini na nne alipokuwa ut mbea kuelekea kule ndani aliweza kuzuiliwa na maafisa wa polisi, na wakamuuliza anaenda wapi, na pale walipokuwa wanajaribu kumregesha ama kumrudisha kule alikotoka, jamaa kwa hasira aliweza kutoa uta wake na kumshona upande wa ubavuni mmoja wa polisi pale wa kitengo cha GSU na uh, uh, walipomchukua wale wenzake, ili mradi wampeleke, wampeleke ile hospitali kuu jijini Nairobi pale ili aweze kupata matibabu ya haraka. A, a, a, a, alipoteza maisha akiwa pale sipitali na hivyo basi ikawa ni inalilahi wa inalilahi rajiun. Na jamaa huyu pia vilevile wa miaka hamsini na nne aliyemshona uta huyu, uh, ofisa wa polisi kwenye kitengo cha GSU alipoulizwa ni nani aliyemtuma kufanya jambo hili ama kutekeleza unyama huu, kitu alichokijibu, alijibu na kusema kwamba anahisi ni shetani tu alimtuma, na hakuna mtu yoyote aliyemtuma, na akawa anaomba msamaha kwa lile jeshi la polisi pale liweze kumwachilia kwa sababu yeye ni mtu ambaye ako na familia. Wakimfunga watakuwa wamemwonea, kwa sababu sio akili yake iliyomtuma kumuua yule afisa wa polisi, japo anasema ya kwamba ni shetani ndio alimtuma. Tusikilize Wakenya wanasema nini baada ya incident hii kutokea hapo jana, kwa sababu ni kitu ambacho kilionyesha wazi hadharani ya kwamba kuna upungufu wa usalama nchini Kenya ama kuna upungufu wa usalama jijini Nairobi pale ambapo Uh, ni juzi tu ambapo kesi kama hizi hizi zilikuwa zinaendelea, na watu wengi sana walipaza sauti pale jijini na kulalamikia maafisa wa polisi waweze kuchukua hatua, kwa sababu vijana wameweza kuingia mtaani na kuregelea tena ule ukora ambao ulikuwa uko pale zamani ambao ulikuwa umeisha, na vijana wakanalamikia, sana sana, sana serikali ya kwamba wachukue action ya haraka sana kwa sababu jiji linazidi kudorisha ama jiji linazidi kudhoofika upande wa usalama lakini polisi waliweza kuzembea na wakuchukulia hatua yote na hakuna kiongozi yote aliweza kusimama na kukashifu vitu kama hivi, isipokuwa wale viongozi ambao hawapo kwenye serikali kama kina Kalonzo na kina Gachagua na kina Martha Karua, ndio baadhi ya viongozi ambao waliweza kusimama na kusema kwamba hakunao ukosefu wa usalama jijini Nairobi na kina Babu Owino pia, ambapo walionekana kama wanazungumza siasa ama wanaongea kuhusiana na masuala ya siasa kwa sababu ya kumtoa ayule ambaye ni gavana pale Nairobi, lakini kwa sababu sasa kimewafika ndani ya serikali, na mmoja wao ambao ni afisa wa polisi pia kwenye kitengo cha GSU ameweza kukumbwa na shida hino hino na kuuliwa na majambazi ama na mkora huyu. Basi nafikiri saa hii ni wakati mwafaka wa serikali kuchukua hatua ili mradi kuregesha ile ambayo ni usalama ndani ya jiji la Nairobi. Vipi wananchi wamesema, ama wananchi wa Nairobi pamoja na Kenya nzima wamesema nini? Kuna huyu ambaye amekuja pakasema, alikuwa mission ya shaito, yani alikuwa ametumwa na shetani tu. Hivyo ndivyo alikuja akasema huyu. Tuone mwingine amekuja, amesema nini hapa. Uh, not so bad, akimaanisha si vibaya sana polisi akiuliwa. Man had a dream, yani huyu mwanaume alikuwa na ndoto na amefanikisha ndoto yake. Be serious and give details on your poster, yani akuwe serious mwenye ameka hii poster, ambapo alikuwa amesema police arrest a man accused of killing a GSU police officer Manning State House in Nairobi uh -huh a uh, mwingine anakuja man had an idea. Yani jamaa alikuwa ana maono ambayo aliyatekeleza. Sasa hii ingekuwa patient kiasi target angetoka eh, eventual. Yani sasa si angekuwa patient kiasi target ingetoka eventual. Okay, nafikiri <coughs> according to this statement eh, anamaanisha kwamba huyu jamaa mwenye ameamemht uh, ule uta. Huyu jamaa ile huyu jamaa uh, a anamwambia kwamba uh, huyu jamaa angekuwa mtulivu kidogo ame, anamtaka, manisha, yule ambaye anamtaka angejitokeza tu kiasi. Nafkiri hapa alikuwa anamaanisha yule ambaye ni raisi wa Kenya labda angejitokeza na huyu jamaa angekuwa na nafasi ya kumshut yule ambaye ni rais wa Kenya. Kama unataka huyu yuko kwenye biashara God, you know our target place. Yani Mwenyezi Mungu, unajua ni nani ambayocnam aweze kuuliwa na The wrong target, yani ame target mtu ambaye siyo sahihi palen. Yani kwenye kitabu changu, huyo ndiyo hero wangu, ama huyo ndiyo mjasiri wangu w hu jamaa aweze kuangaliwa akili yake target yaani yule ambaye alikuwa amemtarget, amemkosa. We, the fear is gone. Yaani uoga umeweza kuisha uisefe, nani ambaye yuko na usalama kama mtu ama jeshi anaweza kuuliwa wakati yuko kwenye kulinda usalama wa rais ikulu? Next time, we ain't missing the shot. Yani wakati mwingine, tafadhali usikose yule ambaye unataka. Bro, it was Kasongo, not him. Yani bro ambaye alikuwa namua, namwambia kwamba alikuwa ni rais amekuwa targeted, lakini sio huyu jeshi Uhum. Almost jamai kua kusema kidogo tu, akimaanisha kwamba alikuwa yule ave unamtaka kidogo mpate, lakini ukamkosa ukapata jesiu. He said it's a certain not him, he didn't have bad intention. Alisema kwamba alimtuma ni shetani, ila sio yeye, hakuwa na nia mbaya, mwachilieni. He shot him with a arrow. How sad. Yani alimchapa ule uta, ama alimchapa uta na ile aro ile, ambapo anasema ni uchungu sana. Rest well Rama, forever in our hearts. Huyu jeshi la polisi ama huyu JSC alikuwa anaitwa Rama, ndio jamaa anaomboleza kifo chake. He looks disturbed yani. Okay, okay, okay, okay, okay, okay. He look disturbed okay. A uh, kidogo tu ammalize. Wrong target, how Kwani journalism kulienda aje? Missed the target. Yani, kwa ufupi hapa, kitu ambacho naona kinaongelelewa sana sana hapa, wengi walikuwa wanasema kwamba huyu jamaa alikuwa ameenda pale na ule uta wake kumlenga Kasongo ama kumlenga yule ambaye ni rais wa nchi ya Kenya, lakini kwa sababu hakumpata basi akamlenga huyu ambaye ni JSU ambaye yuko kwenye kitengo cha kulinda usalama pale nchini Kenya kwenye ile ukulu ikulu ya rais. So, ladies and gentlemen, nitarejelea tena ile comment ambayo alikuwa imesema hapa, where are we safe? Ama where should a Kenyan be safe? Ni wapi ambao Mkenya anafaa kuwa um, na usalama kama tayari yule ambaye anapaswa kulinda huu usalama anapatwa na majanga kama haya. Ni wepi ama ni wapi ambapo Mkenya ataenda na ajue ya kwamba yeye yuko salama? Kama ikulu inaweza ikavamiwa, je, nyumba yako wewe ambaye ni Mkenya kule ambako uko, unatarajia nini? Kwa miaka mingi watu wengi wamekuwa wakiteswa na maradhi sugu na matatizo ya kishirikina, lakini sasa kuna suluhisho. Karibu kwa Dkt Ngoso, mtaalamu mashuhuri wa tiba za asili, kiboko ya magonjwa sugu, uchawi na matatizo ya kishirikina. Unasumbuliwa na kifafa, nguvu za kiume kushuka, presha, kiharusi, matatizo ya macho, tumbo au mifupa kuvunjika? Usiangaike tena, Dkt Ngoso ana tiba ya uhakika, salama na ya asili, zilizobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini si hayo tu, Dkt Ngoso pia hutatua uchawi na chuma ulete Kukosa kazi au mvuto wa kibiashara humrudisha mpenzi au mume au mke aliyekuacha kushinda kesi mahakamani kufungua vifungo vyote vya kishirikina mwilini tiba ya kuacha pombe kusafisha nyota yako na kukulinda dhidi ya vijicho na uchawi huna haja ya kufika ofisini kwake huduma zake zinakufikia popote pale ulipo kutoka Kenya hadi Uganda Tanzania hadi duniani kote wasiliana naye kwa WhatsApp +254 718 756 944